Mwenyeji wa kijiji cha Nang'oma katika eneo bunge la Matayos kaunti ya Busia wanaendelea kuishi kwa mshangao baada ya mama mmoja kujitangaza kwamba yeye ndiye Maria mamake Yesu katika eneo hilo. Inadaiwa kwamba mama huyo kwa jina Judith Nafula alijitawaza kuwa mama wa Yesu baada ya kufurushwa nje ya kanisa la Kikatoliki la Luanya kwa madai ya kufanya miujiza kwa waumini wa kanisa hilo. Geoffrey Nyongesa anatueleza zaidi kuhusu mama huyu wa vituko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 ni tukio ambalo limekuwa gumzo katika mitaa na vijiji eneo hilo nzima la Matayos, na kugeuzwa kuwa kivutio cha utalii kwa wenyeji na hata raia wa kigeni wanaofika eneo hilo kushuhudia kinachojiri na hata kupokea uponyaji. Hiyo mlima nililala kwa miezi miwili, nikuanga pale mwezi, nashuka chini, inanionyesha kila kitu. Ikifika asubuhi, ananiambia enda ambia watu Yesu kutoka saa hiyo wa Nazareti anapita mimi nikastuka sana, wakamwambia yeye ni Maria. Na baada ya kumwongelesha tena wakarudi kwangu, wakaniambia mimi ni Joseph. Sasa unyumbani watu wameanza kumjua na watoto wamerudi wameanza kujua kweli ile ilikuwa ni kipawa, yaani wengi wamepona, wale walikuwa wazai wakaanza kuzaa.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 Tukio hili linajiri wakati serikali iko kwenye mchakato mzima wa kudhibiti namna madhehebu mbalimbali yanavyoendesha mbali, shughuli za maombi ili kuzuia visa vya utapeli kwa Kenya. Geoffrey Nyongesa. Into.